Alafu hizi pesa msikie tu zinatamkwa, lakini ikianza kupotea aichukuaji hata mwezi, trust me, yaani hata kama una bilioni mia moja kwenye account ikifululiza kutoka, kuingia kwa pesa ndo huwa kugumu. ila kutoka kwa pesa huwa ni rahisi sana. Yaani wewe unaweza una, ukahangaika kuitafuta laki kwa mwezi mzima, lakini unaenda unakaa pale baa, kuna kinywaji cha laki ambao umetafuta mwezi mzima, lakini unaimaliza tu kwa lisali moja. Marafiki zangu, siku moja tumetoka outing kuna likinywaji whisky li, li, li li fulani likubwa limoja wanaliuza milioni moja whisky chupa tu, sasa. <laughs> Nikawambia, huu simtaji wa mtu kabisa huu. Msifu Yesu Kristo, milioni moja, simtaji wa mtu kabisa huu sasa. Kuna mwingine akasema unafikiri mmoja watu kumi usipoangalia hata ishirini. Kuna watu wanatafuta mtaji wa elfu thelathini. Sasa nikajiuliza ehe, tumeitafuta kwa muda gani? Mmoja akaropoka akasema, bana, kesho Mungu atajua.